na baada ya hapo utaweza kuona website ya NECTA. Unachotakiwa pale kufanya sasa ni kuscroll chini kidogo mpaka <coughs> sehemu hii ya news. Sehemu utaweza kuona matokeo hayo ya elfu mbili na ishirini na tano katika sehemu hii yakiwa yametoka. Matokeo haya bado hayajaweza kutoka, lakini hivi karibuni matokeo haya yataweza kutoka. Sasa Jitahidi kutazama video hii mwanzo hadi mwisho, ili uweze kujua ni jinsi gani ya kuweza kuyapata matokeo haya. Pale yatakapotoka, utabonyeza katika vidoti hivi vitatu na sehemu hii, utakuja katika sehemu hii ya result, utagusa kwenye result hapa. Hii SFNA ni matokeo ya Standard Four National Assessment, ni matokeo ya darasa la nne utaweza kuyaangalia hapa, kwa hiyo kama yakitoka matokeo ya matoke darasa la nne elfu mbili na ishirini na tano utaweza kuyaona katika sehemu hii, hapa utaweza kuyaona hapa. Lakini matokeo haya darasa la nne bado hayajaweza kutoka ya elfu mbili na ishirini na tano. Yakitoka basi hapo utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kugusa link iliyopo hapo ili uweze kuangalia matokeo haya utakapobonyeza katika linki hiyo hapo utaweza kuona mikoa yote ya Tanzania. Utafungua mkoa ambao wewe upo na unataka kuangalia matokeo yake, kama ni Dar es Salaam, utafungua mkoa wa Dar es Salaam na wilaya zake utaweza kuziona hapo. Utachagua pia wilaya ambayo wewe upo, kama ni Ubungo basi utafungua Ubungo namna hii, na hapa utaweza kuona shule zote zilizopo katika wilaya hii ya Ubungo. Utaweza kuona shule zote za wilaya Ubungo. Baada ya hapo ataweza kuchagua shule moja ambao unataka kuona matokeo yake kama hivi. Kwa hiyo utaweza kuyaona matokeo hayo ya 2025 ya shule ambayo unataka kuangalia matokeo yake, utaweza kuyaona hapa. Hakikisha umesubscribe na kulike katika channel hii ya FEABOY, kama ni mara yako ya kwa kwanza kuona channel hii, bonyeza neno subscribe, like, na share video hii na kwa wewe ambaye hauna cheti cha kuzaliwa, hakikisha una nicheki WhatsApp. Namba zangu nimekuwekea katika description ya video hii, lakini pia unaweza kujiunga na grupu letu la WhatsApp. Link nimekuwekea katika description ya video hii. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka moja kwa moja katika grupu letu na utaweza kujiunga na grupu letu pale. Kwa hiyo, fuata utaratibu huu ambao nimekuonyesha wa namna ya kuweza kuangalia matokeo haya ya darasa la nne na tutakwenda kuangalia matokeo pia ya form 2 katika video inayofuata. Santeni na karibu.